E, sasa sielewi kwa nini amfanyi hivyo ila nataka nisisitize swala la nidhamu na mavazi linaleta shida sana eh? Nidhamu na mavazi. tumekubaliana jamani tunafundishana tuna kuwa hela eh? Eh, kuwa pesa kwenye swala la mavazi, sisi wasichana huwa tunapenda kuvaa ili tuonekane na sio tuonekane na wasichana wenzetu <laughs> E, tusidanganyane <laughs> tunavaa ili tuonekane na wenzetu upande wa pili sasa kwenye hizi kazi sisi hatuwezi kwenda pale kuvaa ili tuonekane na wanaume maana mle ndani kuna mume ambaye si wa kwako si ndio? Sasa utakapoanza kuvaa ukitaka kuone ili iweje si ndio? Unapovaa labda una huko, kwenye e, kipindi ambacho labda una, kama mimi navaa hapa sina mume jamani e. kwa hiyo kuna wakuniona eh? E, sasa wewe unataka mume wangu akuone wa wewe ili iweje? Kwa hiyo swala la mavazi tunasema kabisa wewe uko kazini, na kama uko kazini, hujaenda pale kujiexpose au kutaka kumtega yule baba, kwa sababu hakuhusu, sio mumeo. Vaa kwa heshima, yani make sure. Na ndio maana watu wote waliopiga simu kwetu mwanzoni kabisa wakiomba kazi walisisitizwa mavazi ya nini? Ya heshima. Kwa sababu hiyo ni changamoto, na kuhakikisha unaweza ukawa unafanya vizuri kote tulikosema, unapika vizuri, unalea vizuri usafi wako ni mzuri lakini kwenye kipengele cha jinsi unavyojiweka pale, mtu na mume wake na ndoa yake akaona kama iko hatarini, kumbe saa nyingine ni wewe tu unafikiri ni kawaida kwa sababu unajivalia tu, naona ni nguo zangu nimetoka nazo hizo. Hapana, lazima uvae ukiwa na wanasema intention, yani ujue kabisa hapa nipo kazini, ninavyovaa hata kama ni mavazi nilikuwa nayapenda Si ndio? Nilikuwa napenda kuvaa nguo fupi, skin jeans, tights zimenibana vizuri na nikijiangalia kwenye kioo mtoto wake na, naona nimependeza. Lakini kwa sasa, kwenye hii kazi niliyopo hairuhusu. Na ndio maana kwenye ajira nyingi kuna mavazi rasmi watu wanaenda nayo unless tu kama unafanya kazi baa ndio sehemu ambayo mavazi yake yako tofauti. Lakini kazi nyingine, sijui ni benki, sijui ni wizarani, sijui ni wapi jamani, utakuta mtu kavaa vitu vieleweki. Anavaa kama Anam, kuna mtu anam, eh anamtegea, sijui anamtegea au anam anamhamasisha, anam au anamfanyaje, si ndio? Kwa hiyo swala la mavazi ni kipengele ambacho kiko very serious, na waz, wengine wanaendaga mbali zaidi, anakwambia nataka dada ambaye hana makalio. Tutamtoa wapi jamani? kuna mtu hana makalio jamani? Mungu aliumba mtu asiye na makalio? Kila mtu ana makalio. Mwingine anakwambia nataka dada mweusi niye hey, si ndio? Mnapigiwa simu kwani ampokee mshika, maana usije wakasema, anasema na inakuja simu. eh? Mwingine anakuambia at least anamtaka yule wa umri mdogo mdogo, mwingine mm. Anasema mimi labda akiwa Mkristo atakuwa na hofu ya Mungu zaidi, mwingine mm. ah Waislamu hao lewa mke wa pili kwao sio shida. Eni, na ndoa ya. yake. Hofu na, na, na mavazi ma ya kuvaa. Maana wengine anatuvalia vituko vituko kweli. Sasa asilimia tisini na kitu ya wanaotafuta wadada kwetu ni hawa wakina madam. Sasa madam hawezi kufanya aonekane kwamba alikutafuta ili uje kuwa changamoto kwake. Unapotakiwa kwenda nenda kwamba umefuata kazi kabisa, kama, kama mtu wa kazi. Unless kama una ajenda yako nyingine, kama yule Rehema alienda kumdangia yule baba wa watu. Tujue na ato, mwisho wa siku kilimkuta kitu maana mm. unapopita hapa, unajifanya unatafuta kazi, kumbe ni mdangaji, unaenda kutafuta bwana. Huyo bwana naye atakupiga kitu kizito <laughs> stori ya Rehema mmefuatilia, alijifanya mdangaji, kunywa mapombe, kujichezesha, kujichezesha chezesha, nakwambia wewe, baba anakwambia mpaka ikabidi tu na mimi nifanyeje? Nipi, nipite naye <laughs> E, na wewe sasa, si unaenda unajivalisha balisha vingo vyako, unaweza kukuta baba ya mtu wa alikuwa hata habari hana, lakini kwa sababu kila akigeuka na wewe tena ndio umejaliwa kalio tena umeliweka hapo juu juu namna hii <laughs> baba watu, kila akiangalia hivi shingo haigeuki hai, hai, hi, hi, hi. Haa. Na tabia Haa. Na wanaume wamejaliwa jicho <laughs> eh, wanaume wao ni jicho, na ndio maana sisi hata tunavyovaavaa kwa sababu tunajua wale wana macho, wataona, wataona tu, lakini unapokuwa nyumbani kwa mtu jamani, nenda kwa kaa kwa stara, nenda kaa kwa heshima, kaa kwa adabu. Hata wakati mmoja usivae kitu ambacho kinaashiria unataka huyo baba akuangalie. Usije ukasema tu hii si ni shepu yangu, ah ah, hapana na hili swala la kujipitisha pitisha, baba watu wamerudi kazini. Mm. Eh, ndio safari, safari zinaanza. Muda wote ulikuwa si umekaa chumbani mm -hmm. Ulikuwa uko wapi? mm -hmm. Ila akifika tu ndio kupita pita, ruti zinaanza sasa, zinaitwa kakiziweza hey, <laughs> zinaanza jamani, mm, yeah. Eh, mm. Eh, na wengine kabisa hawana haya, eh, mama mwenye nyumba yuko chumbani, baba yuko sebleni, labda anaangalia mpira, na wewe tena eh, huko hapo najifanya eh, anapenda mpira na mimi mpira mm, ah, na mme wa mtu tena ambaye saa nyingine amekaa hapo na boxer tu. Ni kweli? wewe unaenda pale unajikalisha una. Hapana, sisi tunataka watu wenye adabu mm. Waliofundwa, waliolelewa mm. ambao wana maadili maadili ya neno la Mungu mm. Ukiwa na hofu ya Mungu huwezi kufanya vituko kama hivyo. Kwa hiyo kwenye hilo eneo tunapata changamoto, lakini tutaendelea kuziadresi, kwa sababu bosi yoyote ambaye anachukua dada kwetu, hayo siyo mambo yetu mm. Kabisa ukiwa okay, na dada ambaye hapa tumesema aje na mavazi ya heshima na avae mavazi ya heshima kazini, alafu unamuona anakuvalia vimini viskin jinzi vitight, huyo a a tena kijora <laughs> hana chupi ndani chupi <laughs> hana sidiria vinyonyo, mm, viko vinafanya fanya hivi na huku nyuma kuna ah, ah. Huyo dada sio wa kwetu, hatumtaki kabisa. Huyo atakuwa na mitego yake, na huyo inabidi tumuondoe kwenye mradi mm. Nani angependa afanyiwe hivyo? Nakuona yupo hayupo. Sasa na sisi tusiwafanyia wanawake wenzetu Mpe mtu amani kwenye ndoa yake. Na wewe ukipata ya kwako, vaa bikini, si uko na mumeo? mm. Hey, ukipata wa kwako, mimi nasema vaa bikini, sio tu nguo. Yani wewe chukua ile bikini pa <laughs> kaa hapo ndani <laughs> kwako, hakuna anayekuuliza. Lakini kwa sasa uko kwenye mji wa mtu, hebu okay, jistiri kaa vizuri Muache mama mwenye mjengo ajishembendue mm. E, e, yani na ndoa yake atavaa anachokitaka. Wenyewe si mnaniona hapa, nimkute dada hapa amevaa kama mimi, siku hiyo hiyo yani namtimua, yani siku hiyo hiyo, mimi niko na mume wangu hapa e, kwa ukiniona, sije nimevaa hivyo, sianze kuna oh, na, na, jicho nataka liangalie, sio wewe, niko kwenye himaya e, e, subiri Mungu siku atakubariki. Ukiwa kwako jiachie unavyotaka, hakuna wakukuuliza, lakini sio kwenye miji ya watu. Tuko hapo jamani, eh? mm. hey. Na, tuna tabia mlisema kuna nini, maana hii ilikuwa ni ishu ya mavazi. mm. kwenye tabia kuna. kulikuwa mm. Mana, kuna ishu maana je, mnapokea simu kuna nini tabia jati. gani kesi ambazo zimekuja karibu, karibu, ni kwamba, Kwanza, dada ambaye hataki kurekebishika. Ah, hiyo tushaisema kuna nyingine hey, iwe mpya Nyingi ni hizo hizo ambazo hajibu yani, ukimwambia anaenda, anaenda kufanya lakini hakujibu yani ile kusema sawa, hasemi lakini ameagizwa, unaona kabisa ameenda, hataki hatakiko. Ah, okay. mm -hmm. Kwa hiyo ni hizo hizo ambazo zipo kwenye nidhamu, lakini hivyo dada Tedi, Tedi, unataka kuongezea nini kwenye nidhamu? nilitaka kuongezea <clears throat> kuhusu tabia ya kucheka. uh -huh. Kucheka kuna namna nyingi. mm -hmm. Unaweza ukacheka kwa uzuri. mm -hmm. Au ukacheka kwa dharau. mm -hmm. Au kwa kejeli. mm -hmm. Au pia ukacheka kwa sababu hujui unachocheka. mm -hmm. Unapoenda kwa bosi wako, yaani hiyo ni, ni tabia ambayo katika zile tabia wana, wanasema tabia ambazo ni tabia mbaya, hiyo ni tabia mbaya. mm -hmm. Ni kama vile dada, uende nyumbani kwa mtu una kucha kucha ndefu mm. au unapenda kung'ata vidole mm. Na tabia pia ya kucheka ni tabia mbaya unapokuwa na bosi wako, aidha ana watoto au hana watoto, anakwambia kitu, akishakwambia kile kitu alafu wewe ukaangua kicheko, ukacheka kile kitu sio cha kuchekesha. Sasa unamweka kwenye hali ya kujiuliza, kwa nini amecheka? Hmm. Amenicheka, yani amenicheka, amecheka kitu ambacho nimeongea au amenicheka mimi? Mimi nashindwa kuelewa. Hujaielewa? fa una mfano una mfano labda kuna tabia kama hiyo mtu ameonyesha labda Ya, nina mfano eh. kuna wadada wengine unazungumza hmm. naye kitu halafu anacheka yaani hajibu anacheka uh -huh. anacheka. Yuko hapa. Anaye kitu alafu yeye anacheka ya nani, asubuhi kuna jambo nilikuwa nimewaambia kuhusu swala la usafi, wakaangua kicheko, wakacheka. Nani na nani walikuwepo? Janet. Nani? Janet na... huyu... wewe unarudi Jessica... E, muda muda wa sifa na muda wa, e wa... nani Janeti ndio huyu nani mwingine Oliva, Oliva alikuwepo, ndiyo, na nani na kingie. Rebecca. Rebecca alikuwepo na Salafina, na Salafina wote he, he, uh -huh. Kwa hiyo walikuwa jikoni wote nilipoongea jambo nini, nilikuwa nimewambia kuhusu mambo ya usafi kwamba tu, tuende tukaanza kusafisha mambu, feni, wakakucheka wakacheka uh -huh. Walicheka, yani, yani hawakujibu mm -hmm. hawakunijibu ila walicheka mm. na mimi nikasimama kuwarekebisha kwamba kwanini mmecheka? mm -hmm. tena wakarudia tena wakacheka tena mm -hmm. Nawauliza kwanini mnacheka, hawakujibu. Hii kwa, kwa upande wa tabia mm. sio nzuri hiyo e, sasa mwanzoni mbona ulikuwa unazunguka zunguka unazungukazunguka si hapa tuzunguki hapa unamwasha mtu hapo hapo usoni, unamwambia anataka, ndio hivyo, ataki, ndio hivyo, ajirekebishe hicho kitu, mtu akifanya jambo hapo hapo kwanza. Nimependa umewambia kwa nini nacheka, lakini jambo lingine fikisha ofisini, kwa sababu zile hizo tabia ndio sio tabia za hela Oh, si wanataka hela? Si tutawaonyesha tu, tabia za hela ni hizi hizi, sio hela. Anayechukia achukie, anayetaka kurekebisha arekebishe, asiyetaka aondoke. Hatumlazimishi mtu icho kitendo, kwa sababu hicho kitendo ataenda kukifanya kwa bosi wake. Ndio yeah. Bosi wake atamwambia kitu aanze kumcheka. Mm. Hiyo itakuwa ni tabia gani? Na wewe umo, na wewe ulikuwepo pisi, mbona hujamsema? Alikuwa wapi wakati huo? Labda madam naweza nikaliweka hivi kwa ufupi. Ulikuwepo? Eh, nilikuwepo katika hilo kundi. Ehe, lakin... na wewe ulicheka sina itikadi hiyo. mm -hmm, eh, mimi nilikuwa nilikuwa wao wanapenda kuwa kimya sana katika kila jambo. okay. kulikuwa na misunderstanding kidogo mm -hmm. kwa swala la maelekezo ya usafi mm hiyo -hmm. kukaa kuna kwaro kidogo kati ya kina Janet, Rebecca na Madam Teddy. Hey, Lakitu, ni matroni wao. Sasa, eh, hapa ambayo ni kujua. Kwaro kwaro kwamba yetu kwamba Janeti anaitikaje, kwamba yani Janeti hapa ana, anapenda kutoa hata ni nimsifia kwa sababu anapenda kutoa, kwa sababu baada hiyo kwaro kuwa imeendelea, baada ya kicheko cha kujibizana kati ya huyu akiongea, hao wanaongea wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana respond, lakini kwa, kwa kufanya nini baada ya kurespond, lazima lile neno linafikia kwenye itimisho la kuchekesha. Kwa hiyo watu lazima wafanye nini, wacheke kwa hiyo huyu anajisikia vibaya kwa sababu limetimikia katika namna hiyo, anaona kwa nini. Lakini tulivyokuja hapa kwenye training hapa, tukakaa uzuri tena, nimempenda kwa sababu alitoa nafasi, jamani, mwenye neno mwenye, mwenye kitu kinachomkwaza kadra tujaanza kujifunza tuseme. mm -hmm. Nilimpenda vile vile alivyokuwa wazi Janeti. mm -hmm. Akasema mimi sipendi kama kuna tatizo nani wewe, ni mkufunzi wetu, niambie Janet, umenikwaza moja, umenikwaza mbili, nitarekebisha na nitafuata. Na wewe kama tumekukwaza, nitaomba nini, samahani. mm -hmm. Kweli kila akajieleza vizuri. Huyu akuwepo kwa sababu alikuwa amekwenda sokoni na na chef. mm -hmm. Kwa hiyo tukaongea lile jambo vizuri, nikaishia kwenye conclusion ya kwamba hapa tuwe wote na nini, nafimu, moja mtamumu, zaki, na ufemu. Kila mmoja mtambue mwenzake, tunapungukiana kila mmoja ana haiba yake. Kuna naye kasirika, kuna naye nyamaza kimya, mimi napenda kunyamaza, kuna naye nyamaza kimya, kuna naye ongea sana.